Na kwenye albamu ya binti um, wimbo fulani uko na mahadhi ya kipwani pwani pia, kwa hiyo haukutoka kwenye maeneo yake jid, tatueleza atatueleza kwa nini aliuchagua muhogo wa Jang'ombe akaamua kuirudia na kuileta katika mahadhi haya. Okay, katika maku, makuaji kuna nyimbo unakuwa unazisikiliza na unakuwa unazipenda yeah. Kwa kuna nyimbo nyingine unatamani pia hata wewe ungeziimba au unatamani zingekuwa za kwako? Sawa, kwa, sawa, sawa. kwa hiyo, saa sawa pia na muhogo wa Jang'ombe ni kati ya nyimbo ambazo nilizipenda na nikatamani kuzirudia hivyo nikafanya utaratibu wa kuurudia hmm. na ikawezekana. Bi Kidude eh, marhumu bwana huyu alikuwa ni nafaam maarufu sana na kila kitu lakini wanasema alikuwa mkali mkali, alikuwa mtata mtata kidogo, yani alikuwa mm-hmm. Okay, yani hapendi mieusho actually. Mtu anakuwa hapendi mieusho na maana kwa mkali, ndio maana hayo mtu hayo tu mkali vivi, sijui eh, namna mawasiliano mpaka mkakubaliana ilikuwaje? Okay, wapo watu ambao walikuwa wanaweza kuongea naye zaidi. Okay. walikuwa wanaweza kulimudu hilo. Hmm. Walifanya hivyo alipata, walifanya hivyo, eh? Hmm. Nafasi ya kusikiliza mwenye naye pia e, nimewahi pia hata kukaa naye karibu hivi tukazungumza. okay. Zaidi ya mara moja nimeshawahi kwenda kufika mpaka nyumbani kwake Zanzibar. okay. Hmm. Okay. Sababu ya uloisema ku, kurudia wimbo wa mhogo wa Jang'ombe ndio sababu ile ile iliyosababisha ama ilifanya ukarudia na siwema siwema, tatiza njiwa hey. yeah. uh, Nimekusamehe kwa Hamza Kalala. Okay. Okay. Hmm. All right. So, kulikuwa kuna ombi hapa la <laughs> Siwema, watu wanataka kunipiga kwanza kwa wa alafu tutarudi hapa hapa kutokea kwenye wimbo huu wa Siwema, eh, kwa wale ambao walikuwa wanautaka wa wimbo najua wakiwemo Bwana mru wa hapa na vitu kama hivyo. Mimi Jide, nataka kufahamu kama kuna ugumu wowote kurudia nyimbo hizi ambazo zimeishi kwa muda mrefu alafu watu wamesha, yani kuna watu ambao walikuwa wameuzoea unajua na nini alafu wewe sababu hapo walikuwa wanakuja kama generation mpya. mm-hmm. Eh, kwa hiyo yes. tayari hapo kuna watu tayari wana matarajio yake. how, how hard inakuwa kuzirudia? It's not hard at all. Kwa sababu kwanza ni vizazi viwili tofauti. Okay. Ukumbuke mimi wakati nakuja, kwa hiyo watu wanaoniangalia ni wale watu wa age yangu, kwa wengine hawafahamu kuna watu unajua, wanafikiri si wema ni wimbo wa JD eh, kwenye hiyo -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Umeelewa? kwa hiyo kila mtu anapokuwa anaimba anaurudia anaurudia, wana ni mention mimi. Kwa hiyo inakuwa ni kwamba ume umeuchukua ule wimbo, kuna watu wanaodhani ni wako, lakini watu wa nyuma ambao ni wazee pia. Kwa hiyo unapata una zote mbili okay. Umeelewa na unapoufanya vizuri, wale wa zamani ambao walikuwa wanapenda wa Marijani wanakuwa kwako, na hawa wapya ambao hawafahamu Marijani vote kwa pamoja vinakuwa vimeungana kwa kwahiyo, okay. muunganiko kwa ule unafanya sasa, hata himaya yako inakuwa kubwa zaidi okay. Sasa mm. sasa hivi hivi, kwa mfano, uh, generation ya wanamuziki wa kike waliopo wana kutaka kuzirudia moja ya kazi zako kama, ah. Ah, amna mtu ambaye, kwa mfano, ungetamani ngoma gani ambayo msanii wa kike au hata wa kiume aweze kurudia ngoma yako yote? mtu unapokuwa na nyimbo zako huwezi kuchagua useme natamani wimbo huu mtu arudi, yaani mtu yeye anatakiwa atamani yeye. Kama mimi ndivyo kuwa na tamani natamani njiwa ya Patricia natamani Saimu. Kwa hiyo ni lazima mtu kwanza aupende na aone kuwa ni kitu ambacho anaweza kufanya. Okay. Yeah. Maswali mawili, um, haujapata mtu wa, ku wa kuomba kurudia nyimbo zako, je? Yeah. Uko open kwa mtu kutaka kurudia nyumba yako? Yes, sina shida. Tunazungumza tu. Hujawahi kuhisi kwamba uh, you know, hii kazi nimefanya ni kazi kubwa sana. Labda mtu akirudia ataiharibu alafu nitakasirika. Au na level nataka yapite. <laughs> Ni sitapenda yani. Mm. Ni kitu ambacho tunaweza tukaelekezana. Ah, ah. Tarudi baada ya matangazo <laughs> Album ya binti na ndugu yangu hapa nephew bana Bwana Yuzo alikuwa anamuuliza Jaydee kwamba uh, ikitokea anahitaji nani kwao, ile swali ilikuwa limelikatisha lile wakati wana mjibu mm, tuendelee pale eh? Yeah, yeah, nilikuwa nataka kujua labda uh, kama mpaka sasa hivi kwa sababu uh, kiuhalisia katalogi ya sista Jaydee ni kubwa sana yeah. Uh, nachelea sana kuamini kuwa, ku, kwamba hakuna msanii hata mmoja uh, especially wa dada zetu ambao wametamani ku, ku, ku, kurudia <laughs> uh, those classic songs. Labda ono... yeah. Is it? Kweli hawajazipenda au wanaogopa kuharibu? Mbona wanaimba vizuri? Au labda unaweza kutuambia yeah. Ni msanii gani wa kike ambaye unamuona kwenye akiamua kurudia anafanya vizuri sana kama zako. Sasa, sasa utakuwa unaniwekea matabaka. Halafu unajua Watanzania sio waelewa, mm. unaweza ukaelezea kitu kwa namna nzuri, lakini jinsi ambavyo watu wataenda kuchukua, waanze kushindanisha watu, walete mabifu hapo katikati kabisa. Uwaspendi kabisa, niongee kitu afu mtu akigeuze okay. okay. kwa, kwa kweli hilo si tuliongee, ila unajua kuna mtu mnyama kabisa anaweza kupita kwenye nyimbo za kuvizo? Sio mmoja wapo, wengi tu mbona okay. Pia mko na ukaribu sana msanii kama hapi hivi okay. yeah, yuko. Rashidi na hilo na kuhakikishia akimtaja mtu hapa kwa sababu na muda na unakimbia sana hapo Jide. Naam, wacha tucheza wimbo huu ambao unatazamwa kama ni one of the controversial songs ambazo zimewahi kutokea Tanzania na hmm, kati ya hizo, <laughs> yeah. One of the songs imekuja kutoka kwako. Sasa leo wala tucheze, wala kidogo, huu wimbo unaitwa Wanaume kama Mabinti. wow. <laughs> <laughs> Mm, mabinti. Na huu ulikuwa ni wimbo ambao, kusema kweli, baada ya kutoka tulicharazwa sana wanaume na kama ulikuwa na tabia tabia fulani tabiatabia flaniflani za kimaisha ndo unaunganishwa, umeona? Mbona nyinyi ndio nyewe mlo wimbo wa Najide hivi? na wewe unachapa mpaka kesho unacha, eh, unachapa mpaka kesho eh, eh, kwa experience I like that. Imeenda sana hiyo Jide, walau leo tuambie huu wimbo bwana, shida ilikuwa iko wapi, ama ilikuwa ni sanaa tu? Ah, unapotoa wimbo mzuri huwezi kusema ni shida. <laughs> Ah, yani the idea ya uh idea ya kwa sababu oh, okay. So ilikuwa inaonekana kama ni nasemaje kama shorts hivi zimepigwa, kuna watu wa kiume wanafanya vitu fulani kama, kama, kama, kama na kama okay. like, uh, unajua kuna hii tabia ya wanaume ambao ni machawa ipo tangu zamani, kwa hiyo yani yeye yeah. hey, ni, hey. <laughs> ye ni, ye ni kumsikia mwanaume mwenzake kukaa hapo, ananuliwe pombe, kufanyiwa kila kitu, amtafutie mademu Hey, umeelewa? kuna hao hivyo, yeah. Lakini hawa lipi bills. Na, kuna, ehe, na kuna wale na wa kulelewa na wamama watu wazima wapewe kila kitu, yani msingi kiuno <laughs> kwao biashara <laughs> yenyewe <laughs> sasa yabiri humo yabiri wa ni hao aina mbili walioongelewa humo ndani. Okay. Kwa sababu ukiuhalisia kabla ya mambo ya kusema usawa usawa usawa, hmm. Wanawake ndio walikuwa wanajiuza zaidi, na swala la Kiafrika mwanamke ndio anatakiwa alelewe na mwanaume sahihi. Siku hizi tunaenda tunabadilika, tuko nusunusu, na sasa hivi sasa hizi na sisi tuna hela kama wao yeah. Kwa hiyo tuna tunafanya 50, 50, au kusaidiana yeah. Lakini kwa kipindi hicho, wakati natoa hali halisi ilikuwa ni hiyo, okay. Kwa hiyo mwanaume anapokuwa hivyo anakuwa ni kama binti, kwa sababu anafanya mambo ambayo mwanaume hapaswi kuyafanya. Nina swali moja hapo, uandishi wa ngoma zako umekuwa na umegusa vipi jamii, lakini pia unadhani umebadilisha jamii kwa kiasi gani? Umegusa jamii kwa kiasi kikubwa na umebadilisha vitu kwa watu mbalimbali mbali. Mapokeo anaopata na, na yanayorudi baada ya nyimbo yananithibitishia hivyo mm, kwa sababu labda unatoa wimbo kama ya haya, mtu anakuambia huku kwetu wapo hivi na hivi na hivi, kwa hata kama kuna watu wanataka kufanya zile tabia wanaweza kuanza kuogopa kufanya kutokana na hiyo, japokuwa hawawezi kuacha hawawezi kuisha. Kwa hiyo kila kazi na kila ujumbe una impact kwenye maisha ya watu na imeku fos wewe kuendelea kuandika. Of course, huu mziki aina hii unazungumzia ujumbe zaidi. Yani mimi force yangu ni, ni kitu chochote ninachohisi ndani ndio nafanya. Kwa hiyo sio kwa sababu labda watu imeeta ku, ku, ku, kuwaje ndio inanisababisha niandike. Yani mimi kama ikitokea nimeandika inabidi niandike tu. Tunaweza kwa, kwa mfano wimbo kama Yahaya sio wimbo hata wa mtu ambaye nilikuwa ni, ni nimegombana naye lakini ni rafiki yetu tuko kwenye mazingira ya kawaida, vile maisha yake alivyokuwa ana, anaishi wimbo ukatokea okay. Kwao sio kitu personal, wala sikuwa namwataka, lakini mimi nilikuwa nafanya kazi yangu. Alikuwa ni rafiki yangu kabisa, kwa, kwa, kwa hiyo hey, hata tunaweza tukawa tumekaa kuna marafiki, wengine, kwa marafiki zako itabidi wa, wa makini <laughs> waishi tukwani <laughs> ambaye ulitumia uli, uli, uli mfano wake kwenye Yahaya, alikuja kugundua kama ni yeye lilikua sisi, kwa kwa. <laughs> Sisi ni marafiki alafu wote tunamjua ule jamaa yuko hivyo na uwa tunazungumzia kuhusiana na tabia ili yeah. Kwa hiyo ikitokea watu wote kwenye grupu wakaanza kukucheka au kukwambia, ni wewe, si utajua tu. Da. Nitafute chupa moja ya gharama sana ya ya wine, alafu nimkabidhi mzee wangu Sebu aniambie katika hiyo crew hapo, haya nionyeshe ndo kwa kidole ni yule, ni yeah. ni ni ni ni pale, kwa sababu nimekuwa nataka kumfa uzuri wa hizi story. Kuna story nyingine zina zinajizalisha humu humu. Ah, sasa Jide, tulikuwa tumepanga walau, yani leo tumesema walau walau walau tudokoe dokoe nyimbo kutoka kwenye albamu tatu. Ingawaje hatuwezi kuzimaliza tukiangalia kwa, mm -hmm, sababu karibu nyimbo zote zina hadithi nzuri sana na zote nzuri. Kwenye ni nzuri. Kwa hiyo nitaomba niruke kidogo. Tutaacha kazi mm -hmm, kadhaa tutazicheki tena maybe next week kwenye albamu ya binti, lakini walau nirukie hapa kwenye kazi ya albamu ya tatu moto. Mhm. Mm sasa hapa kuna moja kati ya ngoma zako ambazo ni bora sana na pendwa sana mm. Ilikuwa inapatikana lakini pia kulikuwa kuna ufundi mwingi sana ikiwemo kucheza, cheza na lugha hivi yeah. Eh, mm-hmm. kuchezachea uh, na pia nafikiri pia ilitanua ili, ili uigo kidogo, sio ule ambaye ulikuwa labda unamsikia kwenye media friend songs pekee yake. inafikiri enda yeah, yeah. sana ta club yes. mm. kabisa, kabisa. So, Distance, uh, jide, uh, kulikuwa kuna mchanganyiko wa lugha umo, na nini nini, hasa ilikuwa uh, target? Target kwanza ni kupata wasikilizaji tofauti na wale ambao tayari nilikuwa nao, okay. na kwa kufanya lugha ambazo wao wanazielewa za nchi zao, inakuwa ni rahisi wao kuona kama wako sehemu ya hiyo kitu. Kwa hivyo niliweza kufanikiwa kupata show Uganda, kwa sababu kuna kiganda humo kwenye wimbo, niliweza kupata show Bujumbura, kwa sababu kuna lugha ambayo ni ya kwao humo, yeah. na Distance ulishinda kama video bora ya East Africa kwenye Channel Awards na BBC Awards Song of the Year, kwao ni kitu ambacho kilifanikiwa kwa kile nilichokuwa na na target. Okay. Na, mm -hmm. Na wanasema kila album kwa kwenye catalog ya msanii ina play role yake, ukiangalia first or debut album yani mtu mpaka amekuja kwa kwenye music scene, hapa, amepitia yapi, na nini, na nini. Album ya kwanza ni rahisi kusikia zile past story, na nini. Yeah, album ya pili inaonyesha experience. Mm -hmm. Kwanza ya tatu hapo inaanza kuonyesha maturity. Ya nne na vitu vingine, inaanza kutengeneza stages kwa wasanii yani, uh -huh. Kwa kila album mm -hmm. ina roho yake sawa sawa. Kitu ambacho hata ndamuuliza ni kwamba hii albamu ya kumi tutegemee nini? Kwa sababu kama sasa hivi, nakupa mfano, tunaona kama J kwa 444 hii ilikuwa ni therapy, tena sio kwenye ule J ambaye unamtamani achane na nini, asha prove kila kitu yeah. sio mimi kwa tukao, tunaangalia hii albamu, pengine inaweza kawa hata na limit ya audience fulani, labda ni kwa watu machua tu na nini. Tutegemee kitu gani kwenye, mm. albamu ya kumi okay. mm. Sawa. Albamu ya kumi ina mchanganyiko wa vitu vingi. Kwanza kuu shukrani kwa Mungu zimo hmm, kwa sababu ya uh, umri mrefu wa mimi kuwepo kwenye tasnia hmm, kwao shukrani zimo za kutosha, mapenzi kidogo sana, kwa sababu sio issue. Of course. Alafu na nyimbo nyingine kidogo kama huu mpya bwanangu, ambao umetoka ni kwa ajili pia ya wanawake kumwakilisha, au mwanaume katetewa kidogo, kwa sababu kama unasema huwezi kumchukua bwanangu, inamaana yule bwana ni mtu ambaye hachukuliki. Sidhani. Yeah. Yeah. Yeah, uh, kama nilikuwa na waua sasa, hmm. Mimi ni mwanamke niimbe kama mwanaume yaani No, ni kwa tunaongea za tabia zao ambazo ni ukweli. Sasa hivi kidogo nimeamua ku sasa nimeshaziongea tabia. Si hizo hizo. Labda <laughs> zikitokea, okay, mpya nyingine nikikutana nayo hapo barabarani ake bado sijazurura sana pengine, nikutana na tabia mpya, naweza nikaimba hiyo, kuwaua jamani watu yeah, yeah, uh, warekebisha sure. Sije kukuta kesho na kweli mwanangu, sawa, na nadhani eh, ni moja kati ya kazi ambazo ni za heshima sana sasa, na muda wetu, kwa sababu unakwenda kama unavyotaka wenyewe, wacha na mm. sisi tukimbie vile ambavyo tunatakiwa tufanye. Jaydee, kuna hii hapa bana, na huyu jamaa nayo iliweza kupita kila sehemu, na ulikuwa ni wimbo ambao lazima usikie, na kama ulikuwa unauchukia utaupenda tu kwa sababu ya ile air time yake. Kwanzani mm, unapigwa mpaka unausikia, unauzoea, lakini pia kulikuwa kuna ufundi mwingi sana. Mm, ulikuwa na bwana Tia idio, understanding. Hmm, understand. Hmm, ipo mmoja kati ya nyimbo bora kabisa. Sahihi. <clears throat> <coughs> <coughs> Gogo anasema hata mumeo nikatafute pesa na huku mama naye <laughs> Eh, mzee Kigogo, shout out kwako bana. Hii ilikuwaje? ni moja kati ya track zako bora sana jili, na mlifanya vizuri kusema kweli wote. Okay, katika mahusiano ni lazima stori balance. Yeah, stori nyingi naim, nilikuwa naimba kama mwanamke kwa kuzungumzia kwa niaba ya wanawake yeah. Lakini kwa wimbo huu, kwa sababu ni wimbo wa mahusiano ya watu wawili, ilikuwa ni lazima awepo mwanaume Okay, kwao nikaandika then nikaona TID ni mtu ambaye anaweza kufit kwenye vesi ya mwanaume. Kwao nikaongea naye kwa sababu ni rafiki yangu, pia ni mtu ambaye tunaelewana, basi tukafanya. Aha, hmm. Okay, sawa so, na Ms Kim, Kim singi. Kwa hiyo mnaona kabisa kwamba hata kwa mwanaume nilimwandikia vesi ambayo inawatetea wanaume. Hiyo uliandika <laughs> <laughs> <laughs> yote? Yes. Okay. Ah. Mm. Idi ilikuwaje, kakubali kuandikiwa vesi, uh, vesi hana shida Mbiscai, kwa sababu hata mimi naweza kuandikiwa. Kuna wasanii baadhi ambao nimeimba chorus zao ambao wao walitengeza chorus, na kuna wale ambao mimi nimeandika mwenyewe. Kwa hiyo inatokea, unaweza ukakuta kitu ni kitu, kwa mfano mtu kaandika wimbo mpaka mwisho, akaomba mm. aka kuushirikisha, ukausikia na ni mzuri, utakataa eti kwa sababu umeandikiwa Haiwezekana kama mimi wangu ni wimbo ambao Bob Junior akasema aliniletea sister, nafikiri huu wimbo utakufaa. Wow. Umeandikwa, ushaimbwa. Yaani mimi tu ni usikilize niwe kama nafanya yeah. Eh, nikauchukua. Na sione kama ni shida. Kama imeshatokea umeshaandika nyimbo ambayo labda wewe kuima kabisa. tu. Tuseme. Tuseme, Yes, weukuimba kabisahatae uh, nyimbo ambazo okay. umewaandikia wasanii wengine And swali liwe hivyo eh, sio nyingi sana mm, kwa sababu watu wengi hawaimbi style yangu mm. <coughs> Kwa hiyo inakuwa ni ngumu, yaani si niiweke vipi, yaani yeah, aina yangu ya muziki na uimbaji wangu ni tofauti na aina ya watu wengine, kwa hiyo mm, hata nikiwaandikia pengine naweza isifiti mm, ah, okay. Mm. lakini pia kuna nyimbo nyingi ambazo ni za kwako, mmemshirikisha mtu mwingine umeandika nyimbo yote, ye kaja kuweka sauti tu, ndio si, kama kama understanding? Yeah, okay, yeah, kama skeleton nguo. Sawa, Jide. Hapa tuna dakika chache kweli hapa, sasa kuna session moja. baada ya baada ile baridi kukupiga sana, tunahitaji uchangamke kidogo. Hii session eh, session moja nyepesi sana yani. Na kuchangamsha ya tu kidogo kukupa joto. uko tayari na hii session eh? Bwana so, inaitwa ah, mida ya lawama. Okay. Yani, kuna lawama, kuna lawama zinaweza zikajitokeza lakini sio sio lazima yani wewe uzibebe. Yani, mwenyewe mtu akiamua kukubebesha lawama niye, lakini, weu, ni yeye lakini, wewe ni kwa sababu umefanya tu selection. Kwa hapo utachagua mmoja kati ya wawili ambao nakutajia kulingana na wewe unavyoona Eh, kama uliwahi kufanya nao kazi namna ambavyo una rate na nini, lakini sio so, sio ugomvi wala, na wenyewe wanajua. Sasa kwenye mida lawama tunaanza. Kwa hiyo utachagua mmoja kati ya mawili ambayo nakutajia, Professor Jay ama Sugu <laughs> ah, <yes, yes>, okay. <laughs> la

amepiga nyimbo zangu nyingi Kidum ama Jose Camilio. <coughs> Marijani Rajab ama Mbaraka Mwinshehe. <coughs> <coughs> Bwana Jabiri umetisha. Tulia Mimi Ume, umetisha. Tunakwenda ya mwisho kabisa mwisho, matatu wengine. Eh? Uh, hatuwezi kuzidi ah, <laughs> kile kile <laughs> Ali choki ama muumini mwen Juma uh, kunaweza kuwa na option tofauti. Option how? Yaani ndio hapa tuliandika, ndio hapo mwisho kabisa, hapa ya mwisho. <coughs> Hapana. <laughs> ah. <coughs> Hamna hamna option. Alichoki. Yaani tuseme option ya kwamba ubadilisha majina. Unaweka tu exception. Itakuwa iko nje ya script. No, no, no. Yaani kubadilisha majina ni, ni kuwekewa watu wawili wengine. <coughs> ah, yeah, watu wawili wengine. Kwa aina hiyo hiyo ya muziki unaofaa. Katika hii sasa hapa itakuwa itakuwa ni kwa haraka sana na Unataka kuweka wa muziki wa dance? Wa muziki wa dance, yes. Eh, unaweza kuchagua watu wengine wa muziki wa dance. Nchide, kwa nini alichoki na muumini wejua? Si, yaani ni ombi kama unataka kumbadilisha. Pengine ni store elfu kumi nyingine. Sisi tunaomba labda lingine ukubadilishia, naweza. Basi badilishe dance tuweke turudi. Tumbadilishie basi. Nikalipatia alafu unaweza kuweka kwenye dance watu wengine jaribu. Basi turudi tubadilishe dance sasa kwenye eh, kwa sababu sawa. Tena Banza Stone tunashukuru sana japo muda tulisema masaa matatu na kweli haijatosha, kwa hivyo hio inshallah nafikiri tutakuwa wageni wako next week eh. Mungu akijalie. Sana. Nyumbani bwana Mungu akipenda

<laughs> na sana. Kwa ajili ya kuendeleza na session hapa lakini nakukumbusha tarehe 13 June Jaydee anakuwa pale The Superdome. Halafu sasa kutakuwa kuna uzinduzi wa hiyo album ya Silver lakini pia uh, tutakuwa tunasherehekea miaka 25 ya Jaydee JD, oh, na mambo mengine mengi, najua kuna surprises za kutosha hapo. Kwa hiyo inshallah basi utakutana hapo kwa leo uh, tunaondokaje sasa? Sawa, kwa sababu sekunde zetu zimeisha eh, na utakutana wakati mwingine. Jenda kusikiliza mkoma reggae.